Safari ya matumaini inaendelea. yeah. yeah. yeah. yeah. <laughs> na imezaa safari ya nini, <laughs> ya uhakika. Ndugu zangu, hichi kinachotokea hapa sio bahati mbaya, ni maksudi ya Mungu. Na leo tumekuja kupokea madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Kazi hii inaendelea nchi nzima. Tumeishiwa kadi. Tumeagiza kontena zima China. Tumeishiwa bendera. Na hii kazi siyo ya bahati mbaya. Ukiona matunda yako mtini, jua kuna mtu alipanda mti. Na mimi nimesikiliza tamko la waheshimiwa madiwani na viongozi wa chama walioingia Chadema leo. Wanamwambia Mheshimiwa Lowasa, wewe ni mtu wa maamuzi magumu, unatangaza lini? Si ndio? Yes, sababu kuna kitu kama mnakinusanusa lafu amkielee, yeah. Sio, si ndio? Yeah. Mnapiga pigwa machara alafu wamweleu